Kuachana na meneja matatu e, mnadhani e, shida ilikuwa ni nini? Yaani matokeo mabovu ambayo Simba wamekuwa nayo ambayo sio mazuri e, a, dawa ya kupata matokeo mazuri ni kumwondosha meneja. Meneja ndiyo anahusika kwa sababu klabu ya Simba ni level kubwa. Simba, kum, kumleta kocha, ni ni kocha, Simba kumleta kocha au tunaanza, maana mimi namuita ni kocha, cheo ni meneja, lakini anahusika kazi za kocha uwanjani. Simba kumleta kocha design ambayo kama tumesikia kwamba vyeti vyake mwenyewe hana, so level yetu pia, kwa kutoa masuala ya vyeti, hata klabu aliyotokea huko hajafanya vizuri, katolewa na Simba ndio. Kwa hiyo Simba level yetu si ni kubwa, klabu namba tano barani Afrika, staraji Simba kuleta makocha design ile. Simba sasa hivi level yetu ni kuleta kocha, sio kuokota, kuokota makocha yani Simba sio klabu ya kuleta kocha msaidizi, wala klabu ya kuokota kocha. Simba atakuwa tulete kocha Simba klabu yetu si ni kubwa. Nafasi ya tano barani Afrika. Pantev ukimwangalia kocha timu imempalia. Timu yenye mashabiki, yenye pressure, yenye watu wa kuongea kina Mandala, timu yenye masimango. Kwa hiyo nataka kocha mwenye kujua, mwenye kufundisha timu kubwa, umeelewa? Sasa na ushauri uongozi wa Simba kwa kipindi hiki. Kama tumechukua maamuzi ya kumfuza kocha, kwanza wenyewe kwanza pia litathmini. Kwa sababu wao ndio wamemleta ule kocha na wanajua Simba na level gani wao ndo ametuaminisha siri yetu ni kubwa. Kama level ni kubwa, sio kuleta makocha design ile. Kwa hiyo kama tumefukuza kocha, pia wao wanatakuwa jitathmini. Kosa la kocha pia tunaamini Simba, kwa kweli kocha ana matatizo yake, lakini tusishie kwa kocha tu, bado hata ndani ya Simba kuna matatizo kwamba viongozi wa Simba hawana umoja. Tunaona kabisa wanatupiana maneno, tafsiri sahihi ya kuona kwamba klabu yetu umoja hakuna. Oja vizuri, ni muda sahihi klabu ya Simba kuungana viongozi kuungana, kushikamana na kuitengeneza klabu yetu, kama kwetu, tunataka klabu yetu ifanye vizuri. Siamini kwamba Simba ana wachezaji wabovu, ila competition ya viongozi ndio sababu kubwa hata wachezaji kucheza vibaya. Kama kiongozi anakuja anasema kwamba kuna baadhi ya viongozi, timu ikifungwa, wao wanafurahi, basi washindwi kwa wachezaji wacheze vibaya. Kama kweli upo kiongozi wa hivyo, kwamba timu ikicheza vibaya timu ikifungwa wao wanafurahi basi, hawashindwi kwa seti wachezaji wacheza vibaya. Lakini wakati mnamleta, mlisema huyu ni meneja na sio kochi, na tumeona katika baadhi ya mechi anayesimama pale kama kochi ni, ni, ni, ni Matola. Sasa inakuwaje yeye anakuwa mbuzi wa kafara? yena anafanya kazi kubwa yeye ndo anafanya kazi kubwa, na anasimama kwenye Matola, anasimama kwenye, kwenye benchi pia. Kinene ndo anafanya kazi kubwa na zaidi, ukiangalia game unamuona anafanya kazi kubwa, umeelewa vizuri. Na swala la Matola kumzungumza mara nyingi sipendi kumzungumza, kwa sababu sijui kwa nini hatoki au aondoke, watu wanakuja na kuondoka. Ila ni ushauri wangu tu, viongozi wa Simba, inawezekana hawa makocha anakuja na pamkuta kocha msaidizi zikaa mioyo yake inawauma na inawezekana akafanya wa makusudi kwa sababu wamepangiwa, wame kocha msaidizi. Ni ushauri kwa klabu yangu ya Simba, kama inawezekana, huyu Matola ambadilishe kitengo, wampe hata manager chio cha penti, wampe manager, ili kocha mkuu akija je na kocha wake msaidizi, Matola abaki kama manager katika benchi la ufundi, kocha mkuu akija je na kocha wake msaidizi. Lakini, lakini wanasema kwamba Matola ana, ana, ana veti ana veti kabisa, na amesoma yeye, ni kochi sawa, ana veti lakini awamwamini awampi timu kama kwa na vieti na kwenye benchi, amumtoe mpeni timu tuone afanye. Kama mumuamini kocha akija mara nyingi na yeah. Sasa mmejipangaje sasa katika tunaona e, ratiba mpaka Januari hapa, katikati tutegemee nini mashabiki, lakini pia uongozi tunaona namna ambavyo upo sasa hivi kama vile umemeguka. Katika kikao ambacho kilifanyika Jumapili, mkutano wa Simba, tumeona namna ambavyo viongozi walitoka wakiwa kama vile awelewani upande wa wanachama. Pia tutegemee Simba itakuwa namna gani, au ni mpasuko unaenda kutokea mkubwa sana ndani ya klabu ya Simba? Nawashauri viongozi wa Simba, yaani nawashauri aau nirudi kwa upande wa mashabiki Simba si ndo klabu yetu, hatuna kumtupia, hata ifanye vibaya vipi ndo timu yetu sisi, mashabiki sisi timu yetu ni Simba. Sio atumshabiki kiongozi, atushabiki moo, sisi sisi tunashabikia klabu. Tujaze uwanja kesho kwenda kuisapoti kwa timu yetu na Mbeya City, hii si ndo timu yetu sisi. Tukaisapoti timu yetu sisi wenyewe sisi sio mashabiki wa kuhamasishwa. Sisi mashabiki wa kuisupport timu yetu bila kuhamasishwa. Tuna uvumilivu. Tumepata matokeo mabovu misimu minne, lakini bado tunaipenda timu yetu. Tukaisupport timu yetu tukitoka hapo juu kesho, twende Jumapili pia tukaisupport tena timu yetu mechi na Azam. Sisi ndio kazi yetu. Ugomvi wa viongozi sikigombea madaraka, sisi watajua wenyewe. Sisi kazi yetu kuangalia klabu yetu sisi. Ila cha kwa si viongozi. Tuisupport timu yetu kesho tukapate ushindi lakini nyinyi mashabiki, ampo katika nafasi ya kuongoza, ihali wao ndo wanafanya management nzima ya kuendesha taasisi ya Simba. Sasa nyinyi, sawa mnaweza mkajitoa, lakini katika upande mwingine bado ikaonekana iko vizuri, unaona italeta mantiki. Sisi kazi yetu kusapoti timu mashabiki, tuna tukaisapoti timu yetu. Hao viongozi watajua wenyewe, wawe na ugomvi waelewani, watajua wao. Kazi yetu si ni moja tu kwenda kuisapoti. Mimi ni shabiki wa Simba, sio shabiki wa kiongozi. Wazo shabiki wa moyo. Kwa mimi kazi yangu ni kuisapoti timu yangu, mimi kununua tiketi kwenda kuisapoti. Tuisapoti timu yetu. Yaani sisi twende tukawashushue viongozi. Nyinyi mtajua wenyewe, sisi kazi zetu kujaza uwanja, kuipigia makofi timu yetu. Hatukati tamaa. Yaani sisi tuna kazi yetu paka wenyewe viongozi tu, mm, ah watu ah, sawa sawa eh. Baba asipokuwepo na mama na maelewano, lazima watoto wataishi kwa shida. Kwa hiyo nahitaji mae, yaani maelewano yakuwepo ndani ya uongozi, hata timu itacheza vizuri, hata timu itakuwa na morali. Unaambia nini sasa, mashabiki tunaona, mna mechi na Mbeya City, mna mechi bado, lakini bado mnahitaji kupata ushindi, lakini pia bila kusahau mna miaka mingi sana mjachukua uh, katika ligi kuu ya NBC mjachukua miaka mingi sana. Sasa kama Simba mnapaswa -mna -mna -mna kufanya nini, kwa sababu mwendelezo wa, ya, wa Yanga kuchukua, na nyinyi nadhani mnaumia Kesho tunaenda kufunga Mbeya City, mashabiki tunaenda kusupport timu yetu, tunajaza uwanja, tunaipigia makofi sisi timu yetu. Hivi wao watajua wenyewe, kwa gombani wafanya nini, watajua wenyewe. Sisi tuna timu yetu sisi mashabiki wa Simba, ujue sisi mashabiki wa nini wa Simba. Kwa hiyo sisi kwa Simba ndio ile timu inayocheza uwanjani unayoiona ndio Simba yenyewe. Kwa hiyo wao sasa wataona kumbe, mashabiki hao kumbe wanaipenda timu yao kiasi hiki. Kwa usika zetu ni moja tu, tutimize tu wajibu wetu basi, tuache kazi ya wao. Yeah. Bwana nashukuru sana kwa muda wako. Nashukuru, asante sana.